Hivi ndivyo aya inasema. Wazi waziwazi, wala haina shaka, ukiangalia maneno ya Mungu wala hayana usumbufu. Wala hayana kwenda mbele kurudi nyuma, wala hayana kutumia nahau oh, wala hayana masala ya nahau. Ni wamsahu biruusikum wa arjulakum, pakeni maji vichwa vyenu na miguu yenu. Nahau iko wapi? Kwa hiyo hapa hapana masala ya nahau, wala hapana haja ya nahau, wala hapana haja ya jalaleni, wala hapana haja na kichochote. Na ukiangalia aya, Jibrili alayhi salam ameshuka nayo kwenye moyo wa Mtume, ikawa iko wazi, masahaba wakaifahamu na tabiina wakaifahamu na watu wakaielewa vizuri na ukiangalia udhu um, um, kwenye, kwenye hii aya ni sehemu mbili tu enye mm, mm, mm, mm, mmm, mm, mliyoamini idha qumtum ila sala faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiq. Hiyo sehemu ya kwanza, mkitaka kuchukua udhu osheni nyuso zenu nami Mikono, mikono yenu, yenu ila almarafiq, sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, wamsahu biruusikum wa, biru wa arjulakum, pakeni vichwa vyenu na miguu yenu. Sehemu ya kuosha se vitu viwili, uso na mikono. Sehemu ya kupaka vitu viwili, kichwa na miguu. Subhanallah, ma, ma abqayta ijmala, ijmala fi kalami. Mungu umetakasika, umetaja ja ume Qur'ani wazi wazi aya umeiweka wazi, wala hujaleta shaka lolote, subhanak faawsatta bab alkhilaf Mungu, Mungu kwa man